Wewe ni zaidi ya Musa, ni zaidi ya Eliya, ni zaidi ya Yoeli, ni zaidi ya Hezekia. Niulize, kwa nini? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa hakai ndani ya Hezekia na Eliya. Wewe Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu anakaa ndani yako. Tumeamua kuabudu hapo, kwa sababu pale, kama unavyoona, pamezuiliwa. Kwa hiyo shughuli za huduma hazipo, na tunataka kumaliza. Tunaomba muondoke sasa, sasa. Muondoke, mmetosha, muondoke. Hatuhitaji kutumia nguvu, najua mnajua nini kinaendelea, naomba muondoke. Mheshimiwa Rais amekuwa akisisitiza kuwa haki kwa wananchi wote, amesisitiza vilevile, tuamini kuwa msingi wa kuishi kwa amani na utangamano kama taifa, haki lazima itawale. Mara ya kwanza tulitangulia tukasema hey, hakuna kuondoka Je, tuna uhuru wa kuabudu ama hatuna? Tuna haki ya kuabudu ama hatuna? Na na ninaomba ili Waki barabara. Haleluya, haleluya! Hili lizingatiwe wakitusumbua hapa tunaamia barabara, itumie fursa hii kuhakikishia madhehebu yote ya dini nchini kuwa serikali itaendelea kuheshimu uhuruo na ibada zinazoendeshwa kwenye nyumba zetu za dini, na kwamba serikali itaendelea kushirikiana nanyi, taasisi zote za dini, madhehebu yote ya dini, kwa ajili ya ustawi wa taifa letu na watu wake. Pia, katika jamii yoyote yenye misingi ya haki na utawala wa sheria, jukumu la jeshi la polisi ni kulinda usalama wa raia na kuhakikisha haki za msingi zinazingatiwa. Tanzania kama taifa linaloheshimu misingi ya demokrasia na uhuru wa kidini lina wajibu wa kuhakikisha kuwa kila raia ana uhuru wa kuabudu bila kuvunjwa kwa haki hiyo bila sababu za msingi. Hata hivyo, hali inapojitokeza ambapo jeshi la polisi linatumia nguvu kuzuia waumini kusali bila maelezo ya wazi na ya msingi, jambo hilo linazua maswali mengi na linatoa taswira yenye athari hasi kitaifa na kimataifa. Muda mrefu sana wameweza kukaa pale, na wao wanachokitaka ni ibada ya kwao, wanahitaji kwenda kanisani. Msafara wameanzia Kibo Wow. Kwa hiyo afande, tumeamua kuabudu hapa, tumeabudu hapa, tumeamua kuabudu hapa kwa sababu pale, kama unavyoona, pamezuiliwa. Kwa hiyo shughuli za huduma hazipo na watu, hii ni wiki ya pili hawajaweza kupata nafasi ya kuabudu na hakuna mahali popote pa kuabudu. Sasa kwa, kwa sababu ya kuepusha fujo, tukaona tusogee na kwa sababu wengine wengi walikuwa na taarifa hii. Kwa hiyo wamekuja, tukaona kulio kuwarudisha nyumbani, basi tufanye ibada fupi hapa afa, baadaye tuweze kuendelea na shughuli zetu, ndo tuko naimba. Tume, tumemaliza kutoa sadaka, muondoke tunaomba muondoke, basi muondoke, mmetosha, muondoke. Hatuhitaji kutumia nguvu, najua mnajua nini kinaendelea. Naomba muondoke, basi waombe wakiwa kwa wema. Taswira inayotokana na matumizi ya nguvu bila sababu. Kwanza, matumizi ya nguvu bila sababu yanaashiria ukiukwaji wa haki za binadamu. Ibara ya kumi na tisa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu mia kenda sabini na saba inatambua uhuru wa kuabudu, na pia mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa ICCPR unaotambuliwa na Tanzania unalinda haki hiyo. Hivyo basi hatua ya polisi kuzuia ibada bila kutoa sababu dhahiri ni kukiuka misingi hiyo. Tena wakaweka komandi, angalia komandi. They tell the prophets. Manake, they order them, they have ordered the prophet to keep quiet. It's an order. Why wanasema, they say, don't talk to us about what is right. Mtu tuambie mambo ya haki, when you see, watu hawataki kuambiwa kilicho haki. Haki ya hii kampuni, haki ya wafanyakazi, haki ya wanafunzi, haki ya wa raia, haki ya waumini. Ukiona mtu anasema wazungumze haki, there's a big problem. Hali hii hujenga taswira ya serikali inayodhibiti uhuru wa dini kwa njia zisizo halali. Katika mazingira kama hayo, jamii huanza kupoteza imani kwa vyombo vya dola, hasa pale ambapo vitendo vya polisi vinaonekana kuendeshwa kwa maelekezo ya kisiasa au ubaguzi wa kidini. Polisi wamekuja, si tukasema, basi wache tunyamaze kimya. Tukakaa pembeni, tukasema watu watafuatilia, viongozi watafuatilia. Walipofuatilia, siku ya Ijumaa mahakamani pale Dodoma, cha kushangaza jaji anasema ili kanisa halijafungwa, waziri mwenyewe wa mambo ya ndani anasema na yenyewe halijafungwa. Tunafuatilia hivyo, wanasema sisi hatujalifunga ili kanisa. Tukajiuliza, kama halijafungwa, hawa maskari wanafuata nini hapa? Hali hii huweza kuchochea migawanyiko ya kijamii na hata kuchangia kuibuka kwa misimamo mikali miongoni mwa makundi yaliyonyimwa haki yao ya msingi. Kama mtu alikosea, anajibika mtu yule yule, yule. Nikis, nikirudi katika sheria, mchungaji wenu ni, ni, ni mbunge mbunge angi, kama alikosea, kama mbunge angepelekwa katika nanima, nani kamati ya maadili, akahojiwa, kwa nini unahubiri siasa katika, katika kanisa tatu hatua kama hizo huathiri taswira ya kimataifa ya nchi. Jumuiya ya kimataifa kupitia taasisi kama Umoja wa Mataifa na mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International hufuata kwa karibu mienendo ya mataifa katika kulinda haki za binadamu. Ripoti za matumizi ya nguvu dhidi ya waumini wanaotekeleza ibada kwa amani huweza kuiweka Tanzania katika orodha ya nchi zinazokiuka haki za kidini, jambo ambalo linaweza kuathiri mahusiano ya kidiplomasia na hata misaada ya kimataifa. Usipeleke ushawishi unaopelekea watu kupoteza mwelekeo wa maisha yao ya kila siku, shughuli zao za kila siku. Peleka ushawishi unaozingatia sheria ya nchi. Kwa kuangalia mifano kutoka nchi nyingine, tunaweza kujifunza jinsi vyombo vya dola vinavyopaswa au havipaswi kushughulikia masuala yanayohusu uhuru wa ibada nchini. Nigeria, katika baadhi ya majimbo ya kaskazini mwa taifa hilo, kumekuwa na matukio ambapo vikosi vya usalama vimehusika katika vurugu dhidi ya waumini, hasa kwa madai ya kuvunja sheria za eneo. Katika tukio la mwaka 2020 kundi la waumini wa Shia lilikumbwa na ukandamizaji mkali kutoka kwa polisi wa taifa hilo na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Hili lilisababisha lawama kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu na kuibuka mijadala kuhusu uhuru wa kuabudu nchini Nigeria. The governor has already given us all the necessary support, all the logistic, every support we need. Nchini China serikali imeweka vizuizi vikali kwa makundi fulani ya kidini hususan Waislamu wa, wa jamii ya Uyghurs Polisi hutumia nguvu na teknolojia ya hali ya juu kufuatilia na kudhibiti ibada za dini hizo, licha ya madai ya serikali kuhusu usalama wa taifa. Jumuiya ya kimataifa imeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu ukiukwaji wa uhuru wa ibada. you know, you know, as in, in I, I

Hata katika nchi inayojiita kinara wa demokrasia, yaani Marekani, kumekuwa na changamoto. Kwa mfano, wakati wa janga la COVID kumi na kenda, baadhi ya majimbo yalizuia mikusanyiko ya ibada ili kudhibiti maambukizi. Hata hivyo serikali ililazimika kutoa sababu za kiafya na mahakama zilihusika kupima iwapo hatua hizo zilikuwa halali au la. Katika sheria za kitaifa na kimataifa, uhuru wa ibada si haki isiyokuwa na mipaka. Kwa mujibu wa ibara ya 30 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haki inaweza kuzuiwa kwa misingi ya maslahi ya usalama wa taifa, maadili ya jamii, afya ya umma au haki za watu wengine pamoja na uhuru wa mtu kubadilisha dini au imani yake. Hivyo ndugu zangu, swala la mtu kuamini dini atakayo si swala la hiari, ni swala la kikatiba. Serikali itaendelea kulinda uhuru huo kwa nguvu zake zote na kwa gharama zote. Tutafanya hivyo kwa kuhakikisha kuwa tunalinda amani na utulivu wa nchi yetu ili uhuru wa kuabudu uweze kuwepo. Mheshimiwa Rais katika nyanja zote amehubiri kuwa ni lazima wananchi na Watanzania wasikilizwe. Vivyo hivyo, mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na siasa ICCPR unaeleza kuwa uhuru wa ibada unaweza kupunguzwa kwa misingi halali kama hayo, lakini lazima kuwepo na ushahidi wa kutosha, si tuhuma tu. Kuwe na uwiano kati ya hatua inayochukuliwa na kiwango cha hatari Tatu, ni kuelezwa kwa uwazi sababu hiyo, si kwa siri au kwa kuficha kwa kisingizio cha usalama wa taifa. Kwa hiyo ikiwa polisi wana taarifa kuwa baadhi ya watu wanatumia ibada kama kifuniko cha biashara haramu au matendo mengine yasiyofaa kwa maslahi binafsi, basi serikali ina wajibu wa kuchukua hatua kwa walengwa moja kwa moja na si kwa jumuiya nzima ya waumini Kuzuia waumini wote kwa sababu ya wachache ni dhuluma ya wazi inayoweza kufasiriwa kama adhabu ya pamoja, yaani collective punishment. Wewe ni zaidi ya Musa, ni zaidi ya Eliya, ni zaidi ya Yoeli, ni zaidi ya Hezekia. Niulize kwa nini? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa hakai ndani ya Hezekia na Eliya. Wewe Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu anakaa ndani yako. kwa hiyo lakini sasa kilichotusumbua sisi ni kule kukosa maarifa na kuoperate kwenye hayo maarifa, na ndio maana unamwona mtu anainua macho, baba Mungu liye mbinguni. Kila chakwako kilishaondoka mbinguni, kiko ndani yako. So for people who do have understanding, hii ndiyo vita tulionayo. Vita tulionayo ni namna ambavyo tuliwakilishiwa Ukristo na neno la Mungu tumewakilishiwa kimakosa, tukaelewa kimakosa, tumekuwa na makosa. Na ndiyo maana kuzungumza na watu inakuwa kazi kubwa sana, mpaka wape ufahamu. Ikiwa kweli baadhi ya watu wanatumia ibada kuficha biashara haramu kama za dawa za kulevya, basi jeshi la polisi lina wajibu wa kuchukua hatua, lakini kwa maandalizi ya kiintelijensia, kulenga wahusika moja kwa moja na kulinda haki ya waumini wasio na hatia. Taarifa ni kwamba siku ile baada ya kumaliza e, e, kesi ilionekana kwamba mchungaji, nilisema ni katibu wa Ufufuo na Uzima msaidizi, huyo Maximilian, Askofu Maximilian alitoma taarifa kwamba tufike kanisani leo siku ya tarehe 15, kwa sababu ilionekana sisi hatuna hatia e, kama unavyoona kwenye vyombo vya habari inavyoonekana hatuna hatia, na mimi natoa wazo kama wana, wanaona kuna kitu kajakaa sawa, wamuite tu Askofu Gwajima waongee naye wakae wajadiliane waone hapa palienda sawa hapa pakwenda sawa paweke sawa. Kuzuia ibada nzima bila kufafanua sababu, si tu kukiuka haki ya kuabudu, bali pia kunazalisha upinzani na kutoaminiana baina ya raia na dola. Katika taifa linalozingatia utawala wa sheria, haki na usalama haviwezi kuachana, vinapaswa kwenda pamoja kwa usawa aletu halijafungwa unavyoona watu zaidi ya elfu moja washakusanyika mahali hapa kwa sababu ya kufanya ibada, lakini tumefika kanisani tumekuta ulinzi wa jeshi la polisi likituzuia tusiweze kuingia kanisani kumwabudu Mungu wetu. Kauli inayosema usichanganye mambo ya kiroho na siasa, hii kauli ni mbaya, na nitawaambia hivi, hii kauli italeta mgawanyiko, itaweka viongozi wa kiroho mbali na itawaweka wanasiasa mbali na kanisa. Ni kauli kama rafiki, lakini sio rafiki. Nataka niwaambie kwa mjibu wa maandiko Huwezi kutenganisha kitu cha kiroho na siasa, wala huwezi kutenganisha kitu cha taifa na mambo ya kiroho. Hivi vitu, kauli inatakiwa iwe hivi kwamba unapokuwa mtu wa kiroho, jua cha kuongea kwenye siasa, na unapokuwa mtu wa siasa, jua cha kuongea kwa watu wa kiroho, lakini sio kusema moja kwa moja usiingilie. Hiyo kauli sio sawa. Kwa ujumla, matumizi ya nguvu na jeshi la polisi nchini Tanzania kuzuia waumini kusali bila sababu za msingi ni hatua inayochochea ukiukwaji wa haki za binadamu, upotevu wa imani kwa taasisi za serikali, na doa katika sura ya nchi kimataifa. Badala ya kutumia nguvu, polisi wanapaswa kushirikiana na viongozi wa dini kwa njia ya mazungumzo na kuhakikisha kuwa haki na amani vinadumishwa. Uzoefu kutoka mataifa mengine unaonyesha kuwa ukandamizaji wa uhuru wa ibada huzaa matokeo mabaya zaidi kuliko manufaa ya muda mfupi ya usalama wa serikali. Dini zimeendelea kuifanya nchi hii kuwa ni nchi ya amani wakati wote. Mfumo wa haki unaotegemea mazungumzo, uwazi na kuheshimu katiba ndiyo njia sahihi ya kudumisha amani na mshikamano wa kitaifa.